Sante Profesa Esiaesima. Mweshimiwa naibu spika, nami nianze kwa kuwapongeza sana eh, waziri wetu Dr. Shaji Kijaji na eh, naibu ya wake mweshimiwa Mnyeti kat, katibu mkuu Profesa Shemdoe na wasaidizi wako na watumishi wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kazi kubwa mnayofanya hapa nchini. Mheshimiwa naibu spika, nawapongeza kwa sababu kusema ukweli hawa watu pamoja na kupewa pesa ndogo kama alivyosema mchangiaji aliyepita wamefanya kazi kubwa sana. Mimi ni mwanakamati kwenye kamati inayowasimamia e, tulitembelea miradi ambayo inatekelezwa na wizara hii na tulijiridhisha kabisa kwamba kazi wanafanya. Tumekwenda kwenye soko la e, ujenzi wa soko kule e, Chato Kazi imekwenda vizuri, tumetembelea gala mnalojenga hapo tayari Mpwapwa limekaa vizuri kabisa. Makao makuu ndio usiseme, makao makuu imejengwa ya kimataifa. Kwa hiyo kazi, kusema ukweli, wanaifanyia. Mheshimiwa Naibu Spika e, mimi niombe kama alivyosema mheshimiwa Francis Mtinga na spika ulikazia pale kidogo, inaonekana uvuvi na mifugo ni vitu viwili vikubwa ambavyo ni tofauti kabisa. Sasa kama tunataka tuone tija upande wa mifugo eh, ambayo tunaweza tukawahukumu na tija upande wa uvuvi tu, tuweze kuwahukumu. Mimi kabisa nakubaliana na mchango na ya, zile sababu walizotoa mwenzangu kwamba ni muda sasa, tumwombe Rais wetu ikimpendeza agawe hizi wizara, ili tuwe na wizara ya mifugo ambayo itaangalia mambo ya mifugo ambayo ni tofauti kabisa na uvuvi na, na wizara ya uvuvi na utunzaji au usimamizi wa rasilimali za maji, tusiseme bahari tu, kwa sababu tuna bahari, maziwa, mito na vitu vingine vyote. Kwa hiyo mimi nimeunga mkono alichosema Mheshimiwa Mtinga na spika umekazia pale, naibu spika eh, tuende hivyo. Mheshimiwa naibu spika, mimi nimwombe mheshimiwa waziri kitu kimoja kabla sijaanza mchango wangu rasmi. Kuhusu eh, kwenye jimbo langu, ombi langu, naomba mnisaidie kujenga majosho na birika za kunywa maji kwa wakulima wa ukanda wa tambarare wafugaji wa, fugaji, wa u, u, ukanda wa tambarare eneo la Mabogini na Arusha Chini. Pia naomba miradi ya kizimba na mbegu bora za samaki kwa wavuvi wangu wa Nyumba ya Mungu. Asubuhi nimeuliza hili swali, ni nyeti sana. Mheshimiwa Mnyeti ulinijibu, lakini bado naomba hadharani kwamba mnisaidie tuweke vizimba kule. Pia naomba tuimarishe vituo vya kuhimilisha mifugo kule, vimechakaa. Kwa mfano kile kituo pale Manushi kipo, lakini kimechakaa sana, tuvifanyie ukarabati. Na naomba tukamilishe ujenzi wa mashamba darasa. Nashukuru mmeshapeleka zile hela nilizokuwa naomba ma, mashamba darasa ya kufuga kuku, tuwe, tuende tukayakamilishe. Na Mheshimiwa Naibu Spika, pia tutaomba zile mbegu bora e, za, za, za, za, za, za ng'ombe wa maziwa na ng'ombe wa nyama wakulima wa milimani na watambarare wapatiwe ili tuweze kupata mbari ambazo ni nzuri zaidi.